Ya ayuha alladhina amanu, enyi mloamini, kutiba alaikum siyamu, mumefaradhishiwa kufunga swaumu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyo faradhishiwa walopita kabla yenu, ili mpate kuwa wachamua. Aya hii imeshimama kwenye nguzo tatu. Nguzo ya kwanza ni imani, ya ayuha alladhina amanu. Baada ya imani wameikiwa watu kufunga, kutiba alaikum siyam, umefarazishiwa swaumu. Kisha ya tatu ni takwa, ili mpate uchamungu. Ndugu zangu, katika imani, swaumu ni katika ni ruknu katika zile arkanu arka, arkanu alislam, zile nguzo za Uislamu. Ya kwanza kabisa ni shahada, ya pili swala ndo tunakwenda kwenye swaumu, tunakwenda kwenye hija, tunakuja kwenye zaka. Sasa mtu hizi tano hizi nguzo ama hizi nguzo za, za, za Uislamu tano, kuna zile ambazo sio kila mtu anaweza, ikiwa imo hii ya ya hija, ni mpaka wale wenye uwezo ndio waende wakahiji, maana inahitaji uwezo wa pesa. Lakini swaumu, wengi lazima tutaswaumu isipokuwa wale wagonjwa na wenye dharura mbalimbali. Tunakuja kwenye swala, swala haikusameheka, swala haikusameheka isipokuwa mwenda wazimu au mtu aliyotokewa na akili kabisa, hajielewi. Lakini wengine wamefarazishiwa, swala ni lazima utaswali. Ndugu zangu, katika imani hayavutwi na swala ndogo yanavutwa mpaka Ijumaa na Ijumaa kuna yale yanavutwa kwenye swala mpaka swala hii, swala za za farad, na kuna mengine hayatoki, yanabaki yanasubiri wiki nzima. Ukiperform Ijumaa ndo yanaondolewa ya na Ijumaa, Ijumaa kwa Ijumaa, na kuna nyingine hayatoki Ijumaa kwa Ijumaa, ndo Mtume akasema waramadhanun ila ramadhanin, na kuna mengine yanabaki ya, ya mwaka mzima ambayo yamechuchuka yana nguvu, hayatoki kwa Ijumaa na kwa swala za kawaida, yanakuja kutolewa na uzito wa ibada ya swaumu Ramadhani mpaka Ramadhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala, hapa katikati kuna yale ambayo yanayavuta, lakini kwa sharti. Sharti yenyewe ni sharti gani? maji tu ni batil kabair, ikiwa mtu huyo amejitenga na yale madhambi makubwa makubwa. akulu kauli hadha wastaghfirullah. Okay, hivi ameenda kunyaga, kwa kuna wengine waamini wa, wake zao atakuwa ameenda, manake mawazo yanakuja ya maisha, umetoka nje ya swala hapa, kuna upungufu. Mwenyezi Mungu akubali mambo haya. Kama haya ndio maana anaambia malaika zake, undhuru, tazameni mja wangu ana chochote kwenye kwenye zile sunna zake Fayu, fayukamalu, fayukamalu, fayukamaluha, kisha tutimize kwenye zile faradhi zake. Malaika wata, wakikuta kuna chochote, watachukua sehemu ambayo ilikaa vizuri kwenye suna watie kwenye faradhi, wahome. Hiki hapa, hii sijida yake kwenye suna imekaa vizuri kuliko kwenye faradhi, inachukuliwa inawekwa pale, wanaziba ili ufanye nini? Upate kupasi Mwenyezi Mungu hajataka watu kwenda motoni, ni sisi wenyewe. Basi ndugu zangu katika imani, Mtume akasema, Mtume akasema, thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalika, kisha itakwenda ita inapita katika matendo yote, katika mfumo kama huyu. Hija ni faradhi, ina suna yake ambaye ni umra. Kwa hiyo tatazama umra yako iko vipi na hija yako, ina kasoro kama ina kasoro ichukuliwe umra, iweke pale, izibe. Zaka vile vile na yenyewe, kwa wale wenye kutoa zaka, suna yake ni swadaka. Kama zaka imeharibika inachukuliwa swadaka, inawekwa pale kutengeneza kwenye zaka yako, ili uende peponi, umetengeneza nani yako vizuri, ama ni yako vizuri. Ndugu zangu, namaliza hotuba hutba, ndugu zangu, tumeogope Allah subhanahu wa ta'ala na tutengeneze swala yetu, watu wenye watu wengi kwenye kutawaza pale, mtu anarashi kwenye kutawaza, anakimbilia rakaa, huku maji hayafiki huku chini kwenye kisigino, wengi. Na wale wanene, kwenye kwenye shimo ya mkono hapa na kwenye shimo ya mguu hapa, hawafikishi maji wengi. Tunawaona mtu anakuja, Allahu Akbar, umechelewa, ume, umetoka, ume unakuta maji pamekauka. Afadhali uchelewe rakaa, make sure mkono wako umepita kwenye kisigino vizuri, umeosha mwili wako, udhu umeenea ukija kusali bila udhu unakosa swala, ndugu zangu katika imani. Allah anasema kwa kumalizia hutuba, dakika moja anabaki pale, qad aflaha almu'minun, au awamekusha faulu wale walioamini. Hii ni aya ya kwanza kwenye sura almu'minun, aladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao kwenye swala zao wanahushui, wamefaulu wao. Mtu kwenye swala umenyenyekea lakini sisi tukija kwenye swala hapo ndio mawazo yote yanakuja, mtu anawaza kila kitu. Kisha Allah akasema, walladhina hum anil laghwi mu'ridun, wale ambao wakiona upuuzi wana wanajitenga na upuuzi. Al-laghwu ni moja katika jina ya miziki, wanajitenga na mambo kama hayo ya upuuzi. Kisha akasema, walladhina hum walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao tupu zao wamezihifadhi. Aya zimeendelea zinasema mambo mengi, lakini nimeachia hapo kutokana na muda. Wale ambao tupu zao wamefanya nini? Wamezihifadhi. Na hapa ndio kuna mziki mkubwa. Hivi unaona vijana wengi wa wao wamefunga, unaona wamefunga hivi wame, wale vimada wote wamewaacha kwanza, hata uzini naye. Kuna wale wanajikaza mpaka mwezi mzima. This is Ramadhan, go home first. Anaenda naye hivyo, ikifika siku 20 anakuwa anamuuliza